Ni siku ya sita tangu kutokea kwa tukio la kundi la fisi kushambulia na kuua takribani kondoo 21, tukio ambalo lilitokea katika mtaa wa Maina, halmashauri ya mji wa Bariadi, mkoa wa Simiu, ambapo mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imeanza opereisheni kali ya kusaka afisi hao katika milima na vichaka ndani halmashauri ya mji wa Bariadi. Baada ya mheshimiwa mkuu wa wilaya wilaya Bariadi kupata taarifa ya kwamba kuna fisi wameua kondoo 21, alichukua hatua za haraka za kutembelea eneo la tukio na kujionea uh, namna fisi walivyoleta hayo madhara. Kwa hiyo alishauri, kwa hiyo operesheni ambayo ipo uh, makao makuu yetu ya hii operesheni yako Itilima, alihimiza kwamba ifike hata wilaya Bariadi, na kwa bahati nzuri Uh, tarehe sita tulifanikiwa, tarehe tano tulifanikiwa kuua fisi mmoja katika maeneo ya magereza ambapo ni wilaya ya Bariadi. Kwa hiyo tunaendelea na operation hii mpaka hapo tutakapo, mpaka amani itakaporejea. Tukio la fisi kuua kondoo 21 katika wilaya ya Bariadi, na hatua ambayo tumeichukua mpaka sasa ni kwamba tunashirikiana na kamati ya usalama ya wilaya ya Bariadi ambayo inaongozwa na mkuu wa wilaya ya Bariadi Mheshimiwa Simalenga, na of course tayari tumeshaandaa kikosi kwa ajili ya kudhibiti fisi hao, na mpaka sasa hivi kikosi kiko wandani kwa ajili ya kudhibiti ofisi hao. Operesheni hii ni mwendelezo wa operesheni ambayo imekuwa inaendeshwa na mamlaka hii tangu Januari mwaka huu, ambapo matukio ya fisi kushambulia watu na mifugo yamekuwa yakitokea katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Simiu, hasa wilaya ya Itilima, ambapo mpaka sasa mamlaka hii imeweza kuua fisi 43 katika operesheni hii ndani ya maeneo mbalimbali ya mkoa huu wa Simiu. Uh, kwa ujumla uh, tunashiriki operesheni hii ya kudhibiti fisi iliyoanza tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2025 baada ya kupata maelekezo kutoka kwa Mheshimiwa Rais chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii, baada ya fisi hao kuwa wanasumbua wananchi kwa kuwaua, kuua wananchi, lakini pia hata mali zao kama mifugo. Baada ya kupata taarifa hizo, serikali iliagiza kuanza kwa opereisheni hii maalum ambapo baada ya operesheni hii mpaka hivi tunavyoongea jumla ya fisi 43 wameuawa katika vijiji mbalimbali vinavyozunguka wilaya ya Itilima, lakini pia wilaya ya Bariadi na Maswa. Pia operesheni inaendelea vizuri, na mpaka sasa wananchi wamekuwa wanafanya shughuli zao kwa amani, ukilinganisha na kabla operesheni hii haijaanza, kulingana na wanyama hawa wakali na waharibifu hususan fisi. Nawashauri wananchi, endapo kokote pale watakapoweza kuwaona basi watupatie taarifa. TAWA iko makini, TAWA iko tayari kuwasaidia wananchi, hasa katika kuokoa mali na maisha yao. Hiyo operesheni naona ni nzuri sana. Naomba serikali kwamba tuendelee, tuendelee mpaka sasa nini kushirikiana, kuwa tunawashambulia hao fisi, ili kusudi wananchi wapate nafuu ya kuwa wanatembea, kwa sababu hata wanafunzi shule walikuwa waendi asubuhi, walikuwa wanaenda mpaka ifike saa mbili hivi ndio wanaenda shule walikuwa wana, wanakimbiza watu na watoto wa shule. Sasa tukawakopa kwamba watoto hao wasiwe wanaamka asubuhi. Ilikuwa ni shida, hata watoto kwenda shule ilikuwa ni changamoto. Wazazi walikuwa wanawazuia watoto wao kwenda shule hadi muda wa saa mbili, pakiwa pamepambazuka zaidi. Umeona eh? Kwa hiyo sasa hivi nafuu kidogo, nimeona wametulia. Nadhani ni kwa sababu ya hiyo dolia ambayo ilikuwa ni ya mara kwa mara, ukiwasumbuasumbua sana na wenyewe wale fisi wanaona sio sehemu yao salama kuishi.